Kwa sababu sisi tuna siasa moja ya kusimamia dini, maslahi ya dini, lakini tuna chombo skinaitwa BAKWATA pia tunasimamia chombo hicho na kingine, hatuwezi kutoka katika kusimamia maslahi ya nchi, maslahi ya nchi au serikali iliyoko katika utawala. BAKWATA hatuwezi kuondoka hapo, alafu mambo mengine yatakuja, lakini mambo matatu ndio mambo makubwa sana, na ndio maana utaona hata katika hutuba zetu au mihadhara yetu au hata ile yangu kama utakuwa unaifuatilia yeah. Tunazungumza sana masala ya amani yeah. Sababu sisi tunaijua nchi ilivyo, tunazungumza sana masala ya amani na uzalendo, watu kujenga uzalendo. Sasa akili ya watu wengi wanafikiri labda sisi ni vibaraka, a yani serikali inatutumia, natutumia, nendeni huko mkasema hivi. Sisi hatutumiwi na serikali, sisi sisi wenyewe tunajua umuhimu wa kutengeneza jamii ambayo inajua umuhimu wa kuwa mzalendo katika nchi yako. Na hayo ni mafunzo katika dini kwamba mtu na Muislamu kamili ni yule ambaye ana uzalendo wa nchi yake. Tunajaribu kulifundisha hili ili watu kuwatoa fikra za ndani ya nchi au nje ya nchi na kuweza kuleta ufisadi katika nchi, lakini pile vile tunajua umuhimu wa amani. Bila amani, hakuna jambo litafanyika hata hayo mambo ya dini tunazungumza, misikiti kuswali, kufanya hivi, kufunga mwezi wa Ramadhani, kwenda hija, hayo yote hayawezi kukamilika kama nchi haina amani, haiwezekani. Ndio maana ikizungumza, nadhani ilikuwa Iringa juzi e, ikazungumza kwamba mmoja katika mambo muhimu ambayo ndio muhimili wa, wa dini, kuna mambo matano lakini sisi kule Kairo, katika mkutano wa mamufti tumesema haya mambo matano ni kweli: kuilinda dini, kulinda nafsi yako, eh, kulinda hishma, kulinda mali, vitu hivyo vyote viko katika hiyo misingi ya dini ambayo ndio, inashiki, ndio, ndio, ndio, ndio makusudio ya sheria ndio yako hapo, ndio kama eh, wanaita kiarabu mahawir, yani, mihimili mihimili ya ya, ya dini, mambo matano si tukasema tuongeze la sita. <laughs> Wenzetu wamepita mashehe wameweka hayo matano huko nyuma kwa miaka nenda miaka rudi. Kwa sasa kuna umuhimu wa kuweka jambo ingine la sita. Lipi? Kulinda nchi, kwa sababu dini hatuifanyii mbinguni, dini tunaifanyia hapa hapa katika ardhi, kila mmoja na nchi yake. Sasa lazima kuwe na jambo jingine la sita ambalo linasimama katika kulinda nchi ili dini ifanyike yes. Dini haiwezi kufanyika katika nchi iliyokuwa na vurugu. Kwa hiyo tukaweka eh, mihimili ilikuwa mitano, kwa sasa ni sita, kutokana na juhudi za wanazuoni na mamufti wa dunia nzima. Tumekutana Cairo pale chini ya wizara ya mambo ya ya wizara mambo dini na chini ya eh, Sheikh mkuu wa chuo kikuu cha Azhar. Na kila mmoja alikuwa na, ma na maoni yake, hata mimi nilikuwa na maoni yangu nimezungumza na kueleza umuhimu wa mambo yalivyo, tukakubaliana kwamba lazima patikane huu muhimili wa sita. Hii yote ya ongezeko hili ni katika kutazama umuhimu wa amani, kwamba amani ndio kila kitu kiko katika sala la amani. Amani kama itakuwa hakuna basi kila jambo haliwezi kuwa